Yes, kama ninavyofahamu klabu ya Yanga wamekushaweza kumfuta kazi aliyekuwa kocha wao mkuu ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Hapa namzungumzia kocha Romain Folz kufuatia mchezo wake dhidi ya Silver Strike kwa kupoteza bao moja kwa bila. Hivyo, imepelekea uongozi wa klabu ya Yanga wachukua uamuzi mgumu wa kumfuta kazi kocha huyo Romain Folz, na taarifa ambayo klabu ya Yanga waliitoa kupitia mitandao yao mbalimbali ya kijamii inajieleza zaidi shahidi ya kwamba klabu hiyo ya Yanga wamekwisha weza kumfuta kazi na wapo tena, eh, na kocha huyo Romain Folz. Sasa mara baada ya klabu Yanga kuweza kumfuta kazi huyo mara moja, ameweza kuingia sokoni na kuweza kutafuta mbadala wake, ama kumtafuta kocha mwingine ambaye atakuja kuchukua mikoba ya kocha Romain Folz na miongoni e, mwa majina ambayo yanatajwa sana kuja kuchukua mikoba ya kocha huyo Romain Folz, niko nayo hapa, nitakusogezea nayo mwana michezo wangu uweze kufahamu e, majina hayo yanayotajwa kuja kulisi nafasi ya kocha Romain Folz mara baada ya klabu e, ya, ya, ya Yanga kumfuta kazi kocha huyo sa Romain Folz ameweza kupita. Lakini kabla sitakusogezea hayo yote, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama hii wewe ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi ni kwambie kiukweli, wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV sasa, hivi mwana michezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata update zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Taarifa itakujia moja kwa moja kwenye simu yako ya ya mkononi, au utaka kuwaza utapata wapi habari mpya ya kimichezo? Kama tayari umekwishaweza kusubscribe, basi twende tukaangazie kuhusiana na ile taarifa yo nimekujuza hapo awali juu ya kocha ambaye atakuja kuchukua mikoba ya kocha Romain Folz ndani ya klabu ya Yanga mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kumfuta kazi kocha huyo Romain Folz kufuatia kupoteza mchezo dhidi ya Silver Strike kwa bao moja kwa bila kwenye raundi ya pili ya michuano ya kwenye tiketi ya tiketi ya kufuzu klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi. Kama ninavyofahamu kocha Romain Folz alikuwa na wakati mgumu sana pindi tu alipotua ndani ya viunga vya Jangwani kufuatia namna ambavyo amekuja kukitengeneza kikosi chake kipya ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Wadau wengi walitegemea ujio wa kocha Romain Folz ungekuja kutoa angarau jambo zuri e, kuelekea msimu huu mpya, msimu 2025 2026 kufuatia e, chapua ambazo nyingi zilikuwa zinapigwa juu ya ubora na uwezo wa kocha huyu Romain Folz, lakini mambo yakaja kuwa tofauti, mambo yakaja kwenda tafrani mara baada tu ya kocha Romain Folz kuweza kutua ndani ya viunga vya Jangwani, rawama zikiwa ni nyingi juu ya performance ya kikosi cha klabu ya Yanga lakini pia namna ambavyo timu inacheza na hata ukiangalia jinsi inavyopata matokeo chini ya kocha huyu Romain Folz, wadau wengi walikuwa wakizungumzia kwamba kama mfumo wa kocha hauendani kabisa na kikosi cha klabu ya Yanga, hivyo mashabiki mbalimbali wakihitaji kwamba kocha huyo Romain Folz aweze kuachwa mara moja ndani ya kikosi hicho cha klabu ya Yanga. Lakini klabu ya Yanga walikuwa na imani naye wakaja kumpa angalau mechi mbili tatu ili aweze kuonyesha kile ambacho anacho kocha huyu Romain Folz. Mambo yakazidi kumpalia na kuwa magumu zaidi. Hatimaye, eh, eh, mara baada ya klabu ya Yanga kupoteza mchezo zidi ya Silver Strike, uongozi kuhitaji kutoa nafasi ama kutoa muda zaidi juu ya kocha Romain Folz, na matokeo yake wameweza kutemana na kocha huyo Romain Folz ambaye amekiongoza kikosi hicho cha klabu ya Yanga katika michezo sita. Kwenye hiyo michezo sita ameweza kushinda michezo minne akifungwa mmoja na akisare mmoja. Sasa mara baada tu ya kocha huyu kuweza kufutwa kazi na uongozi wa klabu ya Yanga eh, kumekuwa kuna tetesi nyingi ambazo zinahusisha sasa makocha mbalimbali ambao watakuja kuchukua ama kurisi mikoba ya kocha huyu Romain Folz, mara baada tu ya kuondoka ndani ya kikosi hiko cha wananchi. Kupitia mchambuzi Ansi Rafael, yeye ameweza eh, kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram akiandika ya kwamba miongoni mwa majina ambayo yanajadiliwa ya na, na Yanga ili kuchukua mikoba ya Romain Folz ni kocha mreno joao po mota maria. E, Yanga wako tayari kuvunja mkataba wake huko Oman na kumleta Jangwani. Hiki ndicho kitu ambacho e, Ansla Faili ameweza e, kukiandika kupitia mtandao wake wa kijamii pale Instagram akimaanisha kwamba klabu ya Yanga wanafuatilia uwezekano wa kumpata kocha po, ili aweze kuja kuchukua e, nafasi ya kocha Romain Folz. Sasa huyu kocha po, yeye ni kocha wa namna gani ama ni kocha e, kutokea taifa gani? Mambo yote haya nitakusogezea hapa CV zake e, kocha Paul lakini pia uwezo wake, mifumo yake anayotumia anapokuwa uwanjani, kadhalika e, virabu mbalimbali ambavyo amepita kuvinoa akiwa katika nafasi ya ukocha. Jina lake kamili anafahamika kwa jina Joan Paul Mota Maria. Yeye ni mzaliwa wa Septemba 16, mwaka 1966. Yeye ni raia wa Ureno na ni kocha e, wa mpira wa miguu. Historia ya kocha huyu e, amewahi kuvifundisha virabu mbalimbali ndani na nje ya taifa lake la Ureno. Kwa mfano, alikuwa kocha e, kwenye klabu ya Al Hussein Sports Club e, kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Pia e, ametajwa kuwa kocha e, wa Al Ittihad inayoshiriki ligi kuu ya pale nchini saudia kwenye, e, kwenye msimu wa 2025 kwa hiyo, ni kocha wa namna fulani ambaye kwa namna moja ama nyingine anaweza kuja kukiongoza vizuri kikosi hicho cha klabu ya Yanga. Lakini pia ana uzoefu wa kimataifa akifundisha katika nchi tofauti na mazingira ya soka ya Ulaya pamoja na Mashariki ya Kati. Uwezo wake wa kubadilika na timu mbalimbali, kuanzia klabu hadi ngazi ya timu kubwa, na anapendelea zaidi mfumo wa 4231. E, kwa hiyo unaweza ukaona hapo e, ni mule mule tu kama Yanga wanavyocheza e, ni mule mule tu e, kama falsafa za Yanga jinsi zilivyo. Kwa hiyo huyu ni miongoni mkocha ambao e, wana, wana uzoefu mkubwa na wana wanalijua vizuri soka la Afrika, lakini pia akitua ndani ya klabu ya Yanga atakuja kuongeza kitu chochote ndani, kikosiko, yapi yako, kusiana, po, ndani ya kikosi iko cha wananchi ni yapi maoni yako mwanamchezo wangu kuhusiana na kocha huyu Juan Po ambaye anahusishwa kwa sasa hivi kutua ndani ya viunga vya klabu ya Yanga. Njoo tuambie kupitia simu hiyo ya comment, lakini pia bila kusahau kuleki kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe.